Shirikisho la soka Tanzania, TFF limetangaza viingilio vya mchezo kati ya Stars dhidi ya Chad na wa marudiano wa kuwania tiketi ya kucheza fainali za Afrika huko nchini Gabon mwakani, mchezo ambao utachezwa katika uwanja wa Taifa siku ya Jumatatu. Afisa habari wa TFF Baraka Kizuguto amesema kiingilio cha juu kitakuwa ni shilingi elfu ishirini na tano wakati kile cha chini kitakuwa ni shilingi elfu tano. Kitakuwa ni Karume ofisi zilipo makao makuu ya TFF. Kituo cha pili kitakuwa ni Buguruni Sheli, ambapo tumekuwa tukiuza tiketi. Kituo cha tatu kitakuwa ni Dar Live Mbagala, kwa watu wa upande wa kusini huko, na kituo cha nne kitakuwa ni Ubungo Elcom. Hivi ni vituo vinne vitakavyoanza kuuza tiketi kwa kesho, na siku ya Jumatatu ya mchezo tiketi zote zitapatikana na eneo la uwanja wa Taifa. VIP A itakuwa ni shilingi elfu ishirini na tano wakati VIP B kiingilio ni shilingi elfu ishirini huku viti vya rangi ya machungwa, bluu na kijani kiingilio chake kitakuwa ni shilingi elfu tano. Aidha, Kizugutu ameongeza kuwa Waziri Mkuu Kasim Majaliwa anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika mchezo huo siku ya Jumatatu. Hivyo Baraka amewaomba Watanzania kujitokeza kwa wingi kumuunga mkono waziri mkuu katika kuishangilia Taifa Stars kwenye uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Wamuzi wa mchezo huo wamewasili jana jioni kutoka Jibuti, uh, wakati kamisa wa mchezo huo kutoka nchini Sudan Kusini ameshawasili huku Chad wenyewe wakitarajiwa kuwasili nchini hii leo.